Ya robo fainali nyingine ya kombe la CRDB ikienda kuchezwa kwenye uwanja huu, Singida Black Stars dhidi ya Kagera Sugar, chauku ya kutaka kujua na seti ya waamuzi kati, akiwa ni Abdi Wajihi ndiye ambaye atasimama katikati. Kikosi cha Singida Black Stars, mabadiliko ni wachezaji watano kutoka kile ambacho kilifungwa mabao mawili kwa moja na Costa Union lakini kwa upande wa Kagera Sugar zaidi ya wachezaji watano ni mabadiliko kwa upande wao, kwenye kikosi ambacho kimetoka kupoteza pia kwenye mchezo uliopita. David Ouma kocha wa Singida akiwa ametulia, Juma Kaseja e, kocha ambaye ameongoza kikosi cha Kagera Sugar kwenye michezo kadhaa. Na tayari filimbi imekwisha anza e, kutuanzishia mchezo haya Luhendi apitisha mpira kwa Richardson, nariweka pasi ya ndani, wanatoa mpira nje, nambio ni kona. Walianzisha mpira kutoka Richardson Ng'undia, baliweka ule mpira ndani, ukatolewa nje na Morris Chuku. Walianzisha mpira kutoka Richardson Ng'undia, baliweka ule mpira ndani, ukatolewa nje na Morris Chuku. Mpira mrefu ulikuwa anatafuta njia, lakini mbo amecheza faul. Salehe kambenga anapita Imoro Joseph Atibada, anapiga kule kule kwa Ibrahim Imoro. Imoro yeka mpira ndani kwenye nafasi, nashindikana mpira ambao anaondoshwa kwenye hatari, anapita nao kwenda kufanya makosa. Kevin Nation pitisha kwenye nafasi uli Victoria Nebayo, Victoria Nebayo katikati ya shamba la miwa. Wakimnyanyua Juma Akasega kwenye benchi, akitazama makosa ambayo yamefanyika, pasi ile ambayo ili naso njiani. Kevin Nasso ni mkata umeme akakata na kuzima generator. Mpira ambao ukapita na ukaenda kuwekwa kwenye net na Victoria na Adebayo, through ball inakwenda kutumiwa vyema na Adebayo na kuwapa uongozi Singida Black Stars, bao la mapema. Amepita Elvis Rupia oebdnamban Poku amepita Elvis Rupia, Josephat Ibada anambia ni offside. Offside. Kwa imewekwa kwenye njia ya Ibrahim Imoro kwenye nafasi tena, anakamata mpira kipao na mtoka anakamata kipao lakini akafanikiwa kudaka tena na kuweka kwenye himaya yao. Rupia imeshapitishwa kwa Joseph Atibada, baada anawekwa chini naambiwa ni foul. Pengine mwamuzi ameona Joseph Atibada alikuwa anakwenda mbele kwa anakwenda kushambulia na akawekwa chini, labda adhabu nyingine pia imeanzishwa fupi. Anajaribu baada na Josephat na katika anakwenda Nasoro kapama tena, nyanyua mpira upande mwingine wa uwanja ana kontrol Abubakar Sabian aingiza cross ile, amejiandaa kabisa kama anaenda mjini. Sejepoko anapewa tena mpira kwenye nafasi, anajaribu kushambulia, off target. wanatoa mpira nje, anaenda kuwa kapita baada Joseph Atibada. Kwa mpira Mohamed Salum, naambiwa amecheza foul kwamba hakucheza foul kwa baada hii ya kwanza, alilazwa chini. Joseph akawa anatafuta njia ya kuondoka, kini ya pili ikaonekana amemgusa kwenye mguu Victorian Adebayo, na kwenda na nje kipao. Dakika 45 za kwanza zimekamilika akiwa na jezi ya Singida Black Stars alifungua dhidi ya Kagera Sugar kwenye mechi ya sare ya mabao mawili kwa mawili. Amenyanyua mguu Joffrey Manyasi. Ni faida ambayo anaipata Singida Black Stars alinyanyua mguu. Kati ameweka kichwa kile kugusa mpira Shakei pasi mkandala. Nyanyua pita Luasa anaonekana kile mpira unapita ule. Bado yuko nayo pita Luasa. Pasa chini chini kwenye nafasi yake ndani kule. Mpira anakwenda nje ule. Mkandarasi ule jaribu kwenda kutafuta nafasi ya kusawazisha kwa pasi ya pita Luasa, aligusa mpira lakini off target. Pengine hili ndio jaribio lao la kwanza zito mbele ya lango la Singida Black Stars, lakini hawajafua dafu. Soa Shekei tena anapitishiwa Jonathan Soa kwenye nafasi Jonathan Soa anafanya nini? Jonathan Soa nice. Miezi kadhaa iliyopita, lakini bado harufu ya miwa hajaisahau kabisa. Jonathan Soa, mlima unazidi kuwa mzito kwa Kagera Sugar, wakati ambao matumaini ni makubwa kusawazisha bao moja Jonathan Soa anaongeza chuma kingine na kuandika bao la pili. Singida wako mbele sasa kwa mabao mawili. Super sub Jonathan Soa ameongeza idadi. Gadiel Michael Kamagi, Jonathan Soa. Jonathan Soa Imoro amechelewa pira mbao kwenda kuuwai kutumia vyema nafasi Singida kwenda alifanya kazi nzuri sana Jonathan Soa kisha katenga ile mpira Nasoro Kapama akaingia kukataa kwamba haiwezekani iwe rahisi kiasi hicho, aliingia akagusa mpira Nasoro Kapama. Ah, shangwe likiwa kubwa kwa wana Singida. Inazidi kuiona timu yao ikifanya vizuri zaidi Inaonekana kwenye jukwaa kwenye, ju RTO Singida Idi Habibu kwenda kuiba ule mpira anajaribu kwenda kuondoka sasa Maruf Shakei. Shakei anakataa Mohamed Salum wanapata kona mahundi kwa Eric Mujage Eric Mujage anakapasi ndani kwenye nafasi anajaribu kucheza mpira kwenda nje naambiwa goal kick. Nam, nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB Cup itakuwa ni Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, Singida ambao wanafanikiwa kupata matokeo mazuri dhidi ya Kagera Sugar kwa mara nyingine tena, kama inavyoonekana kwenye takwimu za mchezo huu, ndivyo ambavyo e kila kitu kimkenda sawa. Kwa dakika 90 full time ya mechi hii Singida Black Stars 2 Kagera Sugar 0.